Waombeni wote ambao tumeshuhudia mashindano haya, tuendelee kudumisha amani na utulivu. Bado tunapenda sana mambo haya ya Young Stars, tuendelee kuyaona, mambo ya Kipigwe tuendelee kuyaona, mambo ya Sakalilo tuendelee kuyaona, mambo ya Sipana tuendelee kuyaona, na vitu hivyo viweze kuviona kama tusakuruja amani na utulivu. Eno vijana wangu waguvu kabisa kutoka ndani ya mguwetu ya Iringa Wakati huu tunapoelekea kufanya uh, mambo ya uchaguzi mkuu wa nchi yetu, basi tutunze amani na utulivu wa taifa letu ili tuendelee kuenjoy. Baada ya hapo, niseme tu, jamani, sisi tuko tayari kwa ajili ya kutoa mazawadi kedekede, na wakaribisha viongozi kwa ajili ya rudha ya kutoa zawadi. Lengo Asa... kubwa ni kuonyesha kwa namna gani tuko pamoja, na nimewaahidi kwamba tutaendelea kwa sapoti mwakani, mkija eh, tutafanya kubwa zaidi, ili tuwe sehemu nzuri zaidi ya kuitangaza ilinekane zaidi. Asante sana.